Komrad, komrad, eti tunadenini huko? Sisi hatumdai wana Levolosi. Sisi hatuna deni na mama Samia. Kwa jina naitwa Dr. Anton Mao, ni medical officer in charge wa kituo cha afya Ngarenaro. E, jengo hili lilianza, lilianza kujengwa mwaka jana kwa fedha za ndani. Lipewa milioni mia mbili a kutoka halmashauri ya jiji la Arusha on source kwa hatua iliyofikia sasa hivi, jengo limefikia asilimia themanini na tano. Kazi iliyobaki ni kidogo, kuweka mifumo ya maji, piga rangi, lakini jengo hili tunategemea kwamba kuanzia mwezi wa saba mwaka huu linaweza kuanza shughuli ya upasuaji hasa kwa kina mama, na operesheni zingine pia zitafanyika. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupatia fedha, kwa mkurugenzi wetu wa jiji kwa ajili ya kuokoa maisha ya mama na mtoto. Lakini pia nishukuru kwa kupatia, eh, mashine washing machine nzuri ya milioni thelathini na tano nafikiri umeiona leo nywe pale ndani imewekwa, kwa hiyo inasubiriwa tu iwekwe ko kwenye hatua ya mwisho pia lakini tumenunua eh, sterilizer mpya shilingi milioni nane ile ya kukua nguo za kituo kwa hiyo kwa kweli mama ametusaidia sana, lakini mkurugenzi wetu. Lakini nishukuru pia uongozi wa kata kwa maana ya chama kata, mwenyekiti, katibu, watendaji wote, viongozi wa kata, wataalamu wote, mtendaji wetu, kwa kuwa karibu na miradi hii ya maendeleo. Mara nyingi wakitutembelea miradi yetu na kutupa ushauri. Kwa leo umejionea na wao wamejionea kwamba kazi inaendelea. Kivuyo. Ni mjumbe wa kamati ya siasa ya kata. Kabla ya mama Samia kushusha fedha, hali haikuwa nzuri, ilikuwa mbaya. Hospitali ilikuwa ndogo na barabara zilikuwa zimeharibika, lakini kwa sasa hivi barabara ziko shwari, funga mataa, kila kitu. Hakika mama Samia ametupa miradi mingi ya kutosha, na haitoshi tu, sijui tutamlipa nini. Hivyo basi tunamshukuru sana mama Samia Suluhu Hassan kwa miradi aliyotupa ya, ya kutosha. E, kwa majina anaitwa Bakari Daudi, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Majengo. Haya sio kwamba yanafanyika kwa sasa kwa sababu tuna tuna majukumu mbele yetu ya uchaguzi, hapana, bali ni utaratibu tu wa chama chetu, kama ulivyo utaratibu wa kawaida kutembelea miradi, kuangalia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi umefanyika kwa kiwango gani? Kama mlivyomsikia, daktari ameelezea uwekezaji uliofanyika hapa ni wa takribani milioni mia mbili, na kwa macho zinaonekana, kulikuwa kuna uhaba wa jengo la upasuaji, limefanyika jengo la zaidi ya miaka hamsini. Baadaye kwa majina naitwa Selemani Magembe, ndiye katibu wa siasa na wenezi kata hii ya Levolosi. Ukiongelea kwa upande wa Wizara ya Afya tumeenda kupata jengo kubwa kabisa la OPD ambalo jengo hili linaenda kuwa la mfano ambalo linaweza likabeba wilaya nzima Arusha mjini. Haitoshi, tumekuja kwenye kituo hichi cha afya cha Ngarenaro, tumekwenda kujengewa jengo kubwa la upasuaji. Tunakwenda jukwani sasa kuambia kwa nini tunasema mama Samia ni mitano tena, ni kwa yale ambayo tumetekeleza ndanini, yaani tumevuka asilimia badala ya asilimia mia tumevuka hadi asilimia mia, na kwaio ni jinsi gani basi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mwanamke shupavu, basi anaipenda Arusha yetu, anaipenda na hii Levolosi. Ameweza kutuletea miradi mikubwa ya hospitali ya afya, na isitoshe mabarabara, taa zinawaka. Ndo maana tunavyosema mama Samia mitano tena, tunamaanisha tukisema kata yetu ya Levolosi Kusema kweli hatuna deni na mama Samia, yeye ana yeye ndo anatudai, na ndio maana leo tumejaribu kutoka kwenye ziara kwenda kuangalia ile miradi mikubwa ambayo imefanyika ndani ya kata yetu ya Levolosi. Tunapokwenda majukwani sasa, tunaenda kuwambia kwamba ni kwa nini tunasema mama Samia mitano tena, ni kwa sababu anaweza na anatosha na chenchi inabaki. Kwa majina anaitwa Abbas Haji Mustafa, ni mwenyekiti wa CCM wa kata ya Levolosi. Kwa hakika nina furaha kubwa kusema yale yaliyotendeka yaliyofanywa na serikali yetu yanathibitisha kwamba nia tunayo, sababu tunazo, na nguvu ya kuendelea kuitetea serikali yetu tuendelee kuongoza serikali hii tunazo. Kazi iliyofanyika ni kubwa mno, kazi ambayo imevuka yale matarajio ambayo tulikuwa nayo kwenye ilani iliyopita, lakini tumepokea ilani nyingine mpya jana ambayo inaonyesha tunaenda kupaa, sio kwa kuvuka, sasa tunapaa. Kwa sababu malengo yaliokuwa kwenye ilani ile, kwa hakika kila Mtanzania hana sababu ya kuikataa. Serikali imefanya makubwa, serikali ambayo ni ya Chama cha Mapinduzi. Kwa yale makubwa walioyafanya, wananifanya mimi nitembee kifua mbele na niseme Samia anatudai na sisi hatumdai. Wanalevolosi sisi, wanalevolosi tunadaiwa sasa na Samia. Mengine yote tutayaonyesha na kuyathibitisha kwenye sanduku la kura. Samia ni wetu na sisi tutatamba naye, wala hakuna mahali ambapo tunafikiri tutashindwa, kwa sababu tunaamini atakayepitishwa na chama tukakabidhiwa mikononi mwetu tutamnadi usiku na mchana, mvua na jua, kuhakikisha kwamba chama kinaendelea kushika hatamu, inaendelea kushika dola, inaendelea kuwa ndio chama kikongwe Afrika ambacho bado kinaendelea kuongoza serikali. Kwenye kila kata tuna tuna tuna vituo vya afya. Umeelewa? Ambayo zamani tulikuwa tunasubiria twende wapi? Yaani katika wilaya nzima ya Arusha unakuta iko Levolosi, Kaloleni na Mount Meru, lakini leo kwenye kila kata tunayo vituo vya afya. Kwa hiyo utaona kwamba tulitoka wapi, tuko wapi, tunakwenda wapi. Lakini kwa upendo mkubwa, hakuna serikali duniani leo ambayo inamkopesha mwananchi bila riba yoyote. Leo kuna fedha za mama ziko, wajasiriamali wanakopa. Maana yake ni nini? tunamnyanyua ili kesho kutwa graduate kutoka kwenye umachinga kwenye nini, awe mfanyabiashara mkubwa. Hakuna serikali yenye vision hiyo, ila ya Samia, vision yake e